Au mtu akiitwa jaji ni jina la Mungu, kwa sababu Yesu anaitwa hakimu wa haki. Kwa hiyo watu wanapotafuta haki kwenye mahakama hawazipati, unaweza kufika wakati watu wakafa moyo, wakatumia njia isiyo sahihi kuipata haki yao. Nitoe mfano. Kwa mfano unamwona mheshimiwa, kwa mfano Ruhaga Mpina, mgombea wa chama chake ACT, tangu alipoanza kugombea akatolewa amehangaika mahakamani mpaka muda wa kampeni umeisha, yani, muda wa kampeni umeisha, bado anatafuta haki. Hebu jaribu kuimajini, anatafuta haki tu, na yeye awepo kwenye ballot paper apigiwe kula, mpaka muda wa kampeni siku sitini zimeisha juzi. Nimemwona yuko mahakamani anatafuta haki, muda umeisha, anatafuta haki haki. Amekata rufaa hajapata, hajapata, bado anahangaika, hajapata haki bado paka muda wa kampeni umeisha. Sasa hebu niulize, kama mtu anatafuta haki kwenye chombo cha kumsaidia apate haki hawezi kuipata, aitafute haki wapi? Nawaomba sana sana, ni muhimu sana kuwaza hayo. Wakati mwingine naona huruma sana, lakini mwone Tundulisu tangu mimi nipotoa mapendekezo kwamba ili nchi iwe stable iwe vizuri, mwachieni Tundulisu ajiunge na chama chake wenyewe wagombee, tushindane, halafu tutawashinda tu sisi. Chama cha Mapinduzi chama kikubwa, tutawashinda. Anahangaika leo na haki, lakini fadha kitima ambaye alipigwa mpaka leo aliyempiga hajapatikana, na hawa hawa watu waliompiga wapo. Lakini Balozi Humphrey Polepole, mbunge mstaafu, mwenezi wa chama cha Mapinduzi na mjumbe wa kamati kuu, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa mstaafu amepotea. Dar es Salaam amepotea, yaani yaani, Dar es Salaam unapotea, Dar es Salaam, polisi hajui umekwenda wapi, jeshi la nchi hajui unakwenda wapi, familia hajui unakwenda wapi, lakini umepotea. Lakini msifikiri kwamba watu wanaopotea wanapotea kabisa. Hapana, hapana, yule yule mtu anayeshughulika kukuteka ametumwa ni binadamu, baadaye pembea anasema bwana, unajua iko hivi, iko vile, iko hivi. Watu wanajua mimi. Nawashauri mno vyombo, jitahidini kwa kadiri mnavyoweza kukisaka kikundi hiki ambacho kinateka watu katika nchi, na mgundue kwamba pamoja na kwamba sio sisi, lakini siku zijazo tutakuja kuunganishwa kwamba tulipokuwa madarakani matukio haya yalitokea. Jambo zuri likitokea, heshima inawaendea nyie. Narudia tena, jambo zuri likitokea katika nchi, heshima inawaendea nyie na vizazi vyenu milele na milele. Jambo baya likitokea, aibu inawaendea nyie milele na milele. Kwa nini tunamsoma Mangungo? Tunamsoma Mangungo leo kwa sababu Mangungo wa Msovelo alikuwa anauza watu wake. Mpaka leo sidhani kama mtu atakubali kuitwa yeye ni wa ukoo wa Mangungo sababu ukoo ulishaharibika. Kwa hiyo mambo ambayo yanafanyika yana reflect kwenye kizazi chako miaka ijayo. Ni muhimu sana watu wanapotafuta haki wapate haki yao, ili watu wasife moyo. Makanisa ya Ufufuo na Uzima ambayo mimi nayaongoza, ni kiongozi wao, yalifungwa kwa sababu mimi nilitoa hotuba ya kupinga utekaji. Unaona sasa, ilipofika, unaona ilipofika sasa, unaweza kujiuliza mm, mimi nilipinga utekaji, makanisa yakafungwa. Ina maana aliyefunga makanisa na utekaji wana uhusiano? Mina ni swali lile, sijasema wana uhusiano, ni swali. Kwa sababu mimi nilifu nilikemea utekaji, nikasema utekaji haufai. Makanisa elfu mbili na sita elfu mbili na sita makanisa yamefungwa, mikoa yote, wilaya zote, tarafa zote, kata zote, yamefungwa. Kwa nini? Nilikemea utekaji. Sasa ina maana kuna wachungaji mchungaji kiongozi elfu moja elfu mbili na sita sasa hivi wako mitaani, hawezi kuongoza ibada. Kuna maaskofu wetu thelathini na mbili hawezi kuongoza ibada. Kuna waumini milioni tatu na laki kadhaa hawawezi kwenda kwenye ibada. Wanawaza nini hawa watu? Tumeamua sasa aa, basi wamefunga, tutumie njia ya kutafuta haki kwenye vyombo vya haki. Hatujapata mpaka leo mpaka nikiwa naongea leo, hakuna muumini wa makanisa yetu, kanisa halijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Umekemea utekaji. Narudia tena, funga milele, utekaji haukubaliki. Narudia tena, funga kanisa mpaka Yesu arudi, utekaji haukubaliki. Hatutakubali mtu atekwe, awe Mwislamu awe Mkristo kule